Mesikana maskini aliyemokoa bilionea. Wali wa Jollof ulikuwa bado unatoa moshi wakati Nicholas, mkurugenzi mkuu bilionea wa kundi la and black, aliinua kijiko kuelekea kiniwani mwake. Taa za sebuleni zilikuwa zikianga za polepole pole juu ya sakafu ya marumaru. Nje ndege wa usiku walikuwa wakiimba, ndani ukimya ulitawala. Kisha, usile hicho! Sauti kubwa ilipasua kimya cha nyumba. Kijiko kilisimama hewani. Nikolas aligeuka haraka, na hapo alikuwa Bisola, msichana wake maskini, akikimbia kutoka jikoni, huku macho yake yakionyesha hofu. Sare yake nyusi na nyupe ilitetemeka alipokimbia, mikono yake ilinyushwa kana kwamba alitaka kunguta chakula kutoka mikononi mwake. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali comment, share na subscribe kwa channel yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia. Kabla hajasema neno, alisukuma sahani kwa nguvu zake zote. Kwaa ah, sahani ya bei ghali ya usani ilipiga sakafu ya marumaru na kuvunjika vipande vipande, wali mwekundu wa jollof na kuku vikatawanika kama siri iliyomwagika. Kwa muda jumba zima lilikuwa kimya tena. Nicolas alimtazama Bisola kana kwamba amepoteza akili. Uso wake ulibadilika: mshangao, mkanganyiko, kisha hasira. Alisimama haraka akimtawala Bisola alisema polepole pole, sauti yake kirefu na baridi. Je, umesukuma chakula changu? Bisola alirudi nyuma akipumua haraka, macho yake yakingana, hofu na ujasiri vilichanganyika pamoja, na wakati alipoanza kuinua mkono wake, bila kumgusa bado, lakini tayari alipiga kelele kwa moyo wake wote, nimeokoa maisha yako. Nicholas alisimama kimya. ulisema nini Bisola alimeza mate, sauti yake ilitetemeka lakini hakugeuka mbali. chakula chako kilikuwa na sumu bwana, mimi niliona. mkono wake ulishuka. Nini? Mchumba wako Bi Viki, yeye aliweka sumu. Hapo ndipo mlango wa chumba cha kulala ulifunguka, na Viki akiwa amevaa joho jekundu la usiku alitokea. Alitazama sahani iliyovunjika, chakula kilichotawanika mikono ya Bisola inayotetemeka, uso wa Nikolas wa mashangao. Kisha alikwenda haraka kwao, kabla Nikolas hajasema neno pap. Uso wa Bisola uligiuka upande wakati mkono wa Viki ulimpiga teke la kofi. Unajasiriaje kusema mambo kama hayo kuhusu mimi? Viki alipiga kelele. Bisola alishika shavu lake linalowaka, lakini hakuilia, hakukimbia, hakujificha. Aliinua simu yake kwa vidole vinavyotetemeka. Bwana, nina ushahidi. Nicholas alichunguza macho. Ushahidi? ushahidi gani? aligonga simu yake na kugeuza skrini kwake. Video ilianza kucheza na chumba kikawa baridi zaidi. Nicholas alisogea karibu. Video ilionyesha Viki akiwa amevaa joho sawa jekundu, amesimama sebuleni mapema jioni hiyo. Bisola alikuwa amemrekodi kwa siri kupitia mlangoni wa jikoni. Wote walitazama Viki akitazama karibu, kuhakikisha hakuna mtu anaangalia. Alifungua pakiti ya wali wa jolof polepole pole, akachota chupa ndogo kutoka kwenye mkoba wake, akamwaga kiwevu wazi juu ya wali, akatumia kijiko kuchanganya polepole, kisha alifunga pakiti kana kwamba hakuna kilichotokea. Video ilisha. Nicholas alitazama simu kisha Viki. Viki alijikwaa nyuma hadi magoti yake yaligonga sakafu. Alishika kichwa chake kwa mikono yote. Haikuwa sumu. Alisema haraka, haikuwa nia ya kukua. Ilikuwa tu dawa ya upendo, kitu tu cha kukufanya unipende zaidi. Tafadhali, Nicolas, niamini. Nicolas alifumba macho. Kifua chake kilinuka na kushuka, kwa nguvu, polepole, kwa uchungu. Alifungua macho tena, na kitu ndani yake kilimebadilika. Ondoka kwangu, alisema kimya kimya. Chumba kilionekana kuzito, hata hewa ilionekana kuogopa. Lakini Bisola alisimama pale, akitazama kila kitu, huku moyo wake ukipiga kwa nguvu. Viki alijikokota kuelekea Nikolas akilia, tafadhali, tafadhali, usiwaite polisi. Lakini Nikolas aligukia Bisola badala yake, na kwa sauti ambayo haikufanana na yake, alisema Bisola, waite Bisola alisita, bwana, una uhakika? Nicolas alimtazama na, wakati huu macho yake yalikuwa laini na yamejaa kitu ambacho hakuwahi kuwa na hapo awali. Waite. Bisola alichukua simu ya mezani, mikono yake ilitetemeka. Viki alipiga kelele alipokimbia mlangoni, lakini ilikuwa ni late. Ndani ya dakika sauti za sirine zililia nje ya jumba. Polisi waliingia, Viki alifungwa pingu. Nicholas aligeuka wakati walipomkokota nye, kelele zake zikivunya usiku. Na kisha jumba likawa kimya tena. Nicholas hakujua ni lini ilitokea, lakini ghafla alijikuta akimkumbatia Bisola mikononi mwake. Alishanga kimya kimya. Asante, alinong'ona, sauti ikitetemeka. Asante kwa kuniokoa. Kwa mara ya kwanza usiku huo, machozi yalitelemka kwenye shavu la Bisola. Alinong'ona kurudi. Nilifanya tu lililo sahihi. Bwana Nicolas alirudi nyuma akipangusa macho yake. Alitaka kumuuliza maswali, alitaka kumuelewa msichana huyu jasiri, alitaka kujua kwa nini alihatarisha kila kitu. Lakini kabla hajasema, Bisola ghafla aliyumbayumba, miguu yake ilitetemeka. Alijaribu kusimama, lakini mwili wake ulikuwa dhaifu. Bisola! Nicolas alikimbilia mbele, alichongoza macho polepole pole na kisha alianguka chini mbele yake. Nicolas alimkamata kabla hajafikanga sakafu. Moyo wake uliruka kuni mwake. Bisola, Bisola, unasikia? Macho yake yalipepesa midomo yake ilifunguka na alinongona neno moja moja tu kabla kila kitu hakijawa giza. Mama. Nicolas alibeba Bisola mikononi mwake kana kwamba hakuna uzito wake. Mwili wake ulihisi baridi baridi sana na pumzi yake ilikuwa dhaifu. Alimweka polepole juu ya sofa ndefu nyeupe sebuleni, moyo wake ukipiga kwa nguvu kuliko sireni ya polisi ya mapema. Bisola, tafadhali amka, alinong'ona, lakini macho yake yalikuwa bado yamefungwa. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, bilionea Nicolas mwenye nguvu, mwenye uwezo, anayogopwa katika mikutano ya bodi alihisi hofu. Hakuwaita walinzi wake, hakuwaita mpishi hata hakuwaita daktari. Alifikia simu yake na kupiga nambari yake ya dharura ya kibinafsi mwenyewe. Njoni haraka, mhudumu ameanguka, pumzi dhaifu. Sauti yake ilitetemeka, kitu ambao wafanyakazi wake hawakuwahi kusikia hapo awali. Wakati wa kusubiri, alipiga magoti karibu na Bisola, alipangusa uniwele kutoka usoni mwake shavu lake bado lilikuwa na alama nyekundu kutoka kwa kofi ya Viki. Kofia yake ya msichana wa ndani ilikaa kwa upande kidogo. Bisola, mama ni nani? aliuliza kimya kimya, ingawa hakuweza kumsikia. Kisha macho yake ghafla yalipepesa. Nicolas alikaa sawa. Bisola, Bisola, unasikia? Alifungua macho yake pole-pole akichongoza macho kana kwamba alikuwa akiamka kutoka ndoto ndefu. Pumzi yake ilitulia, lakini uso wake ulionyesha kitu kingine, huzuni kuu. Bwana Paul, alinong'ona. Nikolas alikung'uta kichwa. hukufanya kosa. Alitazama mbali huku akiona aibu. mama yangu ni mgonjwa. Nikolas alikunja uso. Mgonjwa? yuko wapi? Bisola alisita na katika wakati ule wa kimya, Nicolas aliona upande tofauti wake, simsichana jasiri aliyekuwa maisha yake, simsichana mwenye nguvu aliyesimama dhidi ya Viki, lakini mwanamke mchanga aliyechoka akibeba siri nzito. Yuko nyumbani, Bisola alisema, katika chumba kimoja nyuma ya soko la zamani. Alimeza mate, ninamtunza peke yangu. Nicholas alihisi kitu kinabadilika ndani yake. Msichana huyu aliyehatarisha kila kitu kumwokoa alikuwa akishughulikia matatizo ambayo hakuyajua chochote. Hapo ndipo mlango wa jumba ulifunguka, daktari wake wa kibinafsi alikimbilia ndani na wauguzi wawili. Nicholas alisogea kando, lakini alikaa karibu, akitazama kila hatua. Daktari alimkagua mapigo yake, shinikizo la damu, macho yake. Hali yake ni gani? Nicholas aliuliza mara moja. Daktari alirekebisha miwani yake. Alizimia kutokana na msongo wa kihisia na uchovu mkubwa. Anahitaji kupumzika, chakula na anahitaji kuacha kufanya kazi nyingi. Kifua cha Nicholas kilijaa. Aligundua kitu ambacho hakuwahi kugundua. Bisola hakuwa tu mwenye bidii; alikuwa akijitahidi kuishi. Baada ya wauguzi kumpa sindano ya utulivu na maji, Bisola alikaa polepole. Niko sawa sasa. Bwana, naweza kuendelea na kazi yangu kazi? Sauti ya Nicolas ilipanda. Hapana, haufanyi kazi, sio leo usiku, sio kesho. Bisola alionekana kuchanganyikiwa. Nicolas aliendelea, unahitaji kupumzika na nataka kujua kuhusu mama yako. Midomo ya Bisola ilitetemeka. Alikuwa amejaribu sana maisha yake yote kuficha maumivu yake kutoka kwa kila mtu, lakini leo usiku kila kitu kilikuwa kikitoka nje. Bwana, mama yangu Bi Hanna hawezi kutembea vizuri tena, miguu yake ni dhaifu. Nampa dawa kila siku, lakini sauti yake ilivunjika. Dawa ni ghali, ninafanya kazi hapa kulipa. Nicholas alifumba macho, alihisi kuchoma ndani ya kifua chake. Msichana huyu alikuwa ameokoa maisha yake wakati maisha yake mwenyewe yalikuwa yakianguka kimya kimya. Kisha Bisola alinongona sehemu aliyoyogopa zaidi. Wakati mwingine hatuna chakula, nampa yeye sehemu yangu kutoka mshahara wangu. Wakati mwingine naleta hata mabaki kutoka jumba. Macho ya Nicolas yalifunguka kwa nguvu. Mabaki? Sauti yake ilikuwa imara. Umekuwa ukijinyima chakula? Bisola alitazama chini kimya kimya. Hicho kilikuwa jibu la kutosha. Nicolas alisimama na kutembea kama mtu anayejaribu kutuliza dhoruba ndani yake. Kwa nini hakuwaambia mtu yeyote? Kwa nini hakuomba msaada? Ni muda gani hii ilikuwa ikitokea? Kisha aligiukia kwake, Bisola alisema kimya kimya, nataka ni kupeleke kumwona mama yako. Macho ya Bisola yalipanuka. Bwana, saa hii ndio? Leo usiku. Bwana, hapana, tafadhali, chumba ni kidogo, paa linavuja godoro ni la zamani, sitaki uone. Bisola alisema kwa upole, nataka kuona kila kitu. Macho yake yalijaa machozi, si kutokana na huzuni, bali kutokana na mshangao. Hakuna mtu aliyewahi kumwambia hilo, hakuna mtu aliyewahi kujali vya kutosha. Baada ya kusita kwa muda mrefu, alinogea kichwa. Daktari alisimama akiwa amempa maji ya moto. Kabla ya kuondoka, Nicolas alimsaidia kusimama akimtia imara kwa mkono mmoja. Walipotokanye ya jumba, Bisola alinongona bwana, je, kweli unataka kumwona? Nikolas alitazama machoni mwake. Nahitaji, alisema. Uliokoa maisha yangu, sasa niruhusu nikusaidie kuokoa yako. Hewa ya usiku ilikuwa baridi wakati Nikolas aliendesha gari mwenyewe, kitu ambacho hakuwahi kufanya. Bisola alikaa kimya kando yake akishikilia mikono yake kwa nguvu. Alitazama taa za jiji zinazong'aa zikififia katika mitaa ya giza na ya kimya zaidi. Alihisi aibu, hofu, wasiwasi, lakini pia salama kwa namna ya ajabu. Nicolas aligundua kimya chake. Unaweza kunizungumzia ukitaka, alisema kimya kimya. Bisola alikunguta kichwa na kunong'ona, sitaki unione tofauti. Nikolas aligeuka kwake, tayari ninakuona, kuona tofauti alisema, wewe ni jasiri, mwenye nguvu, mwaminifu, na uliniokoa wakati ulikuwa na sababu zote za kutofanya hivyo. Macho ya bisola yalilainishwa. Hakuzoea fadhili, hakuzoea mtu yeyote kusikiliza, hakuzoea kuonwa. Walifika mtaa mwembamba nyuma ya soko la zamani. Vivuli vilifunika kuta, taa ndogo ya mafuta ilipiga mbweha nje ya mojawapo ya vyumba. Hapa ndipo Bisola alisema kimya kimya. Nicolas alishuka kutoka gari na kumfuata ndani. Chumba kilikuwa kidogo sana, kitanda kimoja, kiti cha mbao, kipepeo kimoja kidogo, ndoo ya paalina lovu ja kwenye kona, na juu ya kitanda mzee mwembamba alilala huku macho yake yamefungwa. Mama, Bisola alinongona. Bihanna alifungua macho yake pole pole na kutabasamu kidogo Binti yangu, nilifikiri hutakuja leo usiku. Sauti ya bisola ilitetemeka. Nipo hapa mama, nipo hapa. Nicolas alisimama karibu na mlango akitazama wakati wa kihemko, kisha Bihana alimgundua macho yake yalipanuka. Nani huyu? Ni nani? Bisola alifungua kinywa chake kujibu, lakini kabla hajasema, Bihana alishanga ghafla akishika kifua chake. Mama, mama. Nicolas alikimbilia mbele Mwite msaada! Bisola alilia. Nicolas alikuwa tayari akipiga simu. Pumzi ya Bihanna ikawa dhaifu, macho yake yaliguka nyuma, na palepale pale katika chumba kile kidogo cha ghorofa moja, Bihanna alikoma kupumua. Bisola alipiga kelele mama, na simu ya Nicolas iliteleza kutoka mkononi mwake. Mama, mama, tafadhali amka, Bisola alilia kwa sauti kubwa kiasi kwamba chumba kizima kilitetemeka. Nicholas alipiga magoti karibu na kitanda cha Bihana, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Alikuwa ameona hofu hapo awali, hofu katika vyumba vya bodi, hofu katika vitisho vya biashara, hofu machoni mwa watu waliomdai wa pesa. Lakini hakuna kitu, hakuna kitu kilicholinganishwa na hofu katika sauti ya Bisola sasa hivi. Mikono yake ilitetemeka aliposhika mabega dhaifu ya mama yake. Mama tafadhali niangalie, tafadhali lakini macho ya Bihanna yalikuwa nusu yamefungwa, kifua chake kikiwa kinaguka tu kidogo. Nicholas alichukua simu yake iliyoanguka anguka na kupiga kelele ndani yake, ni dharura, tuma gari la wagonjwa kwenye mtaa wa Ola nyuma ya soko la zamani, chumba nambari kumi na mbili sasa. Hakungoja jibu, aliacha simu na kusogea karibu na Bihanna. Bibi Kanasi, msaada unakuja. Bisola alipangusa machozi yake kwa ukalikana kwamba alikuwa akijilazimisha kuwa na nguvu, lakini mwili wake wote ulitetemeka. Hapana, tafadhali, siyo yeye, siyo leo usiku, alinongona. Nicholas aliweka mkono wake wa upole bigani mwake. Hatumupotezi, alisema, ingawa sauti yake haikuonekana kuwa na uhakika wote waliweza kufanya ni kusubiri Sauti dhaifu ya siren ya gari la wagonjwa iliongezeka polepole, mwanzoni kisha kwa nguvu zaidi, kisha tu nje ya mlango wafanyakazi wawili wa kiafya walikimbilia ndani wakiwa na mkeka. Nini kilitokea? moja wao aliuliza haraka. Hakuweza kupumua, Nicholas alijibu, alianguka ghafla. Walikagua mapigo yake, oksijeni yake, moyo weke. Bisola alitazama kila mwendo, machozi yake hayakuacha. Vidole vyake vilitetemeka alipokuwa akinong'ona maombi ya zamani kwa sauti ya chini. Hatimaye mmoja wa watibabu alisema, tunamchukua hospitali ya Zenith Health, anahitaji msaada wa dharura. Je, naweza kuingia kwenye gari la wagonjwa pamoja naye? Bisola aliuliza akilia. Ndio, mtibabu sema. Nicholas alisogea mbele, nitafuata kwa gari langu. Bisola aligeuka kwake kwa macho dhaifu, bwana asante. Nicholas alikunguta kichwa, usinishukuru, yeye ni mama yako, na leo usiku yeye ni wajibu wangu pia. Taa za hospitali zilikuwa nanga na baridi na kali. Nicholas na Bisola walikaa pamoja kwenye benchi ndefu, lakini mbali vya kutosha ili mtu yeyote aweze kuona walikuja kutoka ulimwengu tofauti. Bisola bado alikuwa amevaa sare yake ya msichana wa ndani Vumbi kutoka chumba cha soko la zamani kilishikamana na mikono yake. Macho yake yalikuwa mekundu na yamevimba, mikono yake ilikuwa ikitetemeka bila kukoma. Nicholas alikaa sawa lakini moyo wake ulihisi uzito. Aliendelea kumtazama akijiuliza jinsi alivyobeba mateso mengi peke yake. Baada ya karibu dakika thelathini daktari alitokea nje. Bisola aliruka kusimama mara moja. hali yake ni gani? tafadhali niambie yusawa. Daktari akapumua kimya kimya. Tumemsimamisha kwa sasa, moyo wake ni dhaifu. Amekuwa akipambana na hili kwa muda, sivyo? Bisola alinogea kichwa kwa hatia. Ndio daktari, lakini dawa ni ghali. Ni najaribu, lakini wakati mwingine siwezi kununua kwa wakati. Daktari alimtazama kwa macho ya huruma. Atahitaji utunzaji kamili, matibabu ya kawaida na hawezi kukaa katika mazingira ya chumba kimoja tena. Ni hatari sana kwa afya yake. Bisola alishusha kichwa, naelewa. Nicolas alisogea karibu, je, tunaweza kumwona? Mtu mmoja tu, daktari alisema, bado ni mdhaifu sana. Bisola alimtazama Nicolas bila kuwa na uhakika. unaweza kwenda kwanza, alinong'ona ona. Nicolas alikunguta kichwa, hapana, yeye anakuhitaji wewe kwanza. Nenda. Bisola alinogea kichwa na kuingia chumbani. Nicholas alibaki nje. Kifua chake kilijaa. Kula lake lilihisi uzito. Hakuzoea kujihisi hana msaada. Hakuzoea kutazama watu wakiteseka. Hakuzoea kujali sana. Chumba kilikuwa kimya. Mashine zilipiga sauti za chini. Bi Hana alilala kitandani, kifuniko kidogo cha oksijeni juu ya pua yake. Mama Bisola alino ona aliposika mkono wake kwa upole. Ni mimi kopeza. Bihana zilisogea pole-pole hadi alipoweza kumuwona binti yake. Mwanangu, ali ona kwa udhaifu. Mama, tafadhali usini ache. Bisola alilia kimya-kimya. Wewe ndio nilivyonacho. Bihana ali tabasamu kidogo. Mwanangu ni mwenye nguvu zaidi kuliko unavyofikiri. Mama, Tafadhali usizungumze hivyo. Sh. Mama yake ali mama ona alinong'ona, nisikilize. Bisola ali ina makaribu. Mwanangu, wewe ni maalum, wewe ni mwema, wewe ni jasiri. Siku moja maisha yako yatabadilika na hutateseka tena hivyo. Machozi ya Bisola yalitelemka kwenye kwenia mikono wa mama yake. Vidole vaya bi hanna vikakamata kwa udhaifu. Yuko wapi mtu aliyetuleta hapa? alinong'ona. Nicolas Bisola aliuliza. Ndio, mlete, Bihana alisema, nataka kumwona. Bisola alipangusa machozi yake haraka na kukimbilia nje. Nicolas alisimama mara moja alipomuona. Anataka kukuona bwana. Bila kusita, aliingia ndani pamoja naye. Alisogelea kitanda polepole. Pole, habari ya jioni, bibi alisema kwa upole. Bihana alitabasamu, tabasamu dhaifu. Wewe ulituleta hapa Nicolas ali nogea kichwa. Ulimlea binti jasiri, Bihanna ali macho yala lainisha. alikuokoa sivyo? Ndiyo, Nicolas ali sema, na namu daiwa kila kitu. Bisola ali pangusa machozi mengine. Bihana ali pumua polepole, buana, tafadhali niahidi kitu. Nicolas ali sogea karibu. Naahidi, mtunze binti yangu, ali nong'ona ameteseka vaya kutosha, tafadhali usimwache ulimwengu umwumize. Nicolas alimeza meti, nitafenia nahidi. Bihana alipumua kwa kina, kana kwamba alirudisha mzigo mzito. Asanti. Macho yake yalifungwa kwa upole. Mashine ilipiga mara mbili polepole, kisha polepole, pole zaidi. Daktari alikimbilia ndani kwa sauti, bibi, unasikia? Alikagua mapigo yake. Bisola alishika mkono wa mama yake kwa nguvu. Mama, mama, hapana! Daktari alipumua kwa uzito, samahani, amefariki. Bisola alipiga kelele na kujitupa juu ya mama yake. Mama tafadhali, hapana, hapana! Wauguzi walijaribu kumshika, aliwaondoa akilia kutoka sehemu ya kina zaidi ya roho yake. Nicholas alisimama kimya, kifua chake kiliuma, hakujua machozi yalipotoka machoni mwake. Kisha kitu kilitokea. Bisola aligeuka kwa Nicolas huku machozi yakimtiririka na kupiga kelele, Usiniguse, hini kosa lako. Nicolas alirudi nyuma akishtuka. Kosa langu, alinongona. Bisola alimwonyesha kwa mikono inayotetemeka. Kama, kama singalifanya kazi kwenye nyumba yako, kama singalitumia muda wangu wote pale, ningali kuwa pamoja naye, asingali kufa leo usiku. Nicolas alimeza mate. Bisola, mimi Usiseme chochote, alilia. Ulinichukua kila kitu, ulinichukua muda wangu, nguvu zangu, maisha yangu. Sasa mama yangu amefariki. Moyo wa Nicolas ulivunjika. Alinyusha mkono, simama, alipiga kelele tena, na kisha akaanguka magotini juu ya sakafu ya hospitali akilia kama mtoto. Nicolas alitaka kumfariji lakini hakujua kama angamruhusu kumsogelia tena Hakujua kwamba maumivu yake yalikuwa ya karibia kubadilisha maisha yao wote mbili milele. Hadithi inaendelea kwa urefu mrefu. Je, ungependa niendelee na sehemu inayobaki? Kama umefurahia hadithi hii mpaka sasa, tafadhali acha comment yako, share kwa marafiki na subscribe kwa channel yetu kupata hadithi zaidi za kusisimua kila wiki.